Ndani ya taifa letu kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu, mbunge tena, ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu? Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua, anatoa mifano ya kutisha? Kiswahili, bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua, tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano, unatoa mifano, sema bandari ikiuzwa, sisi tunajua unalenga wapi. Ndugu yangu huko uliko, tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii, unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe. Unajua jinsi ya kulea, unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho. Mungu akulani kabisa huko uliko, na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho, si nini? Unataja majina ya watu, alafu unasema ni mfano. Sisi Kiswahili ndio lugha yetu, tumefundishwa shule, tumeisoma, tunajua fasihi, tunajua kutafsiri. Huna mema kwa Tanzania, hana mema kwa Tanzania huyu bwana. Mimi ningependa sana awepo haya maneno tukiyasema angekuwepo pale, lakini bahati mbaya hayumo humo ndani. Huko aliko ayasikie, alafu yeye atujibu. Potelea mbali, lolote na liwe. Mheshimiwa, mimi nilitaka nizungumze maneno hayo kwa sababu yameniumiza. Unamtaja rais ambaye anajipambanua kuitumikia nchi hii. Tanzania imepata maendeleo ya haraka ndani ya miaka minne kuliko kipindi kingine mimi kwangu Kinondoni, kwangu Kinondoni kuna mambo ya mzigo, tumeletewa trilioni moja nukta tatu. Bajeti gani? Jimbo gani ambalo limepelekewa hela nyingi kiasi hicho kwa mara moja? Halafu wewe unakwenda kumchokoza mtu ambaye anatuokoa sisi wana Kinondoni? Sisi hatukubali. Na leo nilizungumza na mwenyekiti wa CCM wa wilaya Kinondoni nikamuuliza, nyie mko wapi? Mko wapi kamati? Watu wanafanya makosa madogo tu wanaitwa kwenye kamati za maadili wanaitwa kwenye kabati za siasa. Jambo zito kama lile, halafu mnakaa kimya. Nililisema hili na huko anakonisikia mwenyekiti wangu anaitwa Shaweji Mkumbura. Mheshimiwa Shaweji, nakuambia kwamba sisi haturidhiki rais wetu kufanyiwa dhihaka, tena wanafanyiwa dhihaka na watu wa Kinondoni. Hatukubali. Usipochukua hatua, nami mwenyekiti mi nitakutilia wasiwasi. Hivyo mi naomba Mheshimiwa Spika, na, naibu Spika, nilisimama nilitaka niseme mambo haya kwa sababu sisi wana Kinondoni yametukwaza sana. Naomba na nimtie moyo rais wangu Mwenyezi Mungu amjalie wa awe na moyo wa uthibiti kuweza kuyahimili haya, mambo yatapita tu haya. Hii yetu, na nchi hii tutafanya uchaguzi wetu, tutakuwa salama.